Dr. kwa majina anaitwa daktari mazoezi. Niko na daktari mazoezi mwenzangu. Kila Jumatano saa nne kamili tunakutana hapa kwa kituo cha afya cha Mbole kwa ajili ya mazoezi. Mazoezi ni muhimu kwa ajili ya afya zetu hasa kwa wajawazito inawasaidia wawe na afya nzuri, inamsaidia mtoto aweze kuchangamka akiwa tumboni, inamsaidia mama nyonga kupanuka. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu waje wajiungi katika kituo ah, chetu ah, lakini bila kusahau kuwakumbusha ni kwamba haya mazoezi yana faida nyingi sana kwa mama mjamzito pia, yanapunguza kasi ya kufanyia operesheni ambazo zisizokuwa na ulazima. Tunakukaribisha wewe mwananchi wa Umbole, wananchi wa Mafinga na vitongoji vyake hapa, kila siku Jumatano saa nne kamili. Karibu sana. Kwa majina anaitwa Debora Jackson Konongo ni mkazi wa hapa hapa Yongori. Leo siku matano, mazoezi ya Jumatano nimeshiriki kufanya mazoezi ya wajawazito katika kituo chake hapa sababu sio vituo vyote vinafanya hivyo, na mara nyingi wamama wajawazito wengi wa asilimia kubwa ni wanalala tu majumbani, lakini kama tunapata fursa ya kuja hapa na kuja kufanya mazoezi ni jambo jema. Nawakaribisha wamama wote wajawazito waje kushiriki kwenye haya mazoezi kwa sababu yanatuo yanakupa nini afya, kwa sababu kwa mfano kama mimi nilikuwa napumua kwa shida, lakini nilivyoshiriki hayo mazoezi sasa hivi najiona niko vizuri, sababu naweza kupumua vizuri. A sahii ka meezi kwao, nawakaribisha wamama wote waje kufanya mazoezi, ikuwakaribisha na watu wengine Jumatano wa ambayo siku, siku ya mazoezi